Nelson Mandela ni miongoni mwa mashujaa wakubwa wa Afrika walioteswa na mapenzi. Shujaa huyu aliyeshinda vita msituni akivumilia mateso makaburu, akiishi gerezani akiteswa kila siku, lakini yote hakumuuma kama vijana walivyomchovea asali yake. Ndiyo Nelson Mandela, akiwa katika harakati za kuikomboa Afrika Kusini alisahau kuwa nyuma yake kuna kiumbe anaitwa Winnie, mwanamke aliyempenda kuliko mwanamke yeyote ule ulimwenguni. Nelson Mandela alioa wanawake watatu tofauti, lakini kati yao hakuna mwanamke aliyeshika moyo wake kama mama wa taifa la Afrika Kusini, Winnie Mandela. Winnie alikuwa ni moyo wake, alimpenda na kumwingiza kwenye harakati za siasa. Wakati Mandela akiwa ndani ya gereza, ni Winnie aliyeendeleza harakati zake za kuhakikisha mwanaume wake anatoka na kuwa huru. Wini alikuwa na umri wa miaka 22 alipokutana na Mandela aliyekuwa na umri wa miaka 38, huku akiwa amemuoa Evelyn wakiwa na watoto watatu. Baada ya kuachana na Evelyn alimuoa Wini mwaka 1958, lakini punde alikwenda mafichoni mwaka 1962, alikamatwa na kushtakiwa kabisa, akafungwa mwaka 1963. Gerezani alikaa kwa miaka 27 akiwa ametengana na mke wake na watoto wake wawili, na alipotembelewa na Winnie aliingizwa kwenye chumba ambako alitenganishwa na ukuta wa kioo. Katika miaka 27 aliyoishi gerezani Mandela, Winnie hakuchoka kumtembelea na kumjulia hali na kupokea maelekezo mbalimbali kutoka kwa Nelson Mandela. Barua alizokuwa akiandika gerezani kwenda kwa Wini zilionyesha mapenzi ya dhati na kwamba kuna mwingine alimjua isipokuwa Wini. Mapigo ya moyo alimwenda mbio alipotazama picha za kipenzi chake Wini. Wini aliendelea kumpambania Nelson Mandela hadi pale dua zake zilipojibiwa. Hii ilikuwa ni Februari mwaka 1990 ambako Nelson Mandela aliachiwa huru kutoka gerezani. Siku hii itabaki kukumbukwa daima na daima. Siku hiyo Winnie na Mandela walitembea wote wakishuka kwenye ngazi za jengo hilo la mahakama. Kwa mara nyingine, mwanamama huyo alipita mtaani akiwa amenyanyua juu ngumi yake ya mkono wa kulia katika hali ya ushindi, akiwa na mume wake Nelson Mandela. Uso na moyo wake ulikuwa na furaha kutoka gerezani, lakini asijue anakaribia kwenye kifungo kingine kibaya zaidi cha hisia kutoka kwa mwanamke alimpenda na kumwamini kuliko wote. Vile siku zilivyozidi kwenda, Mandela aligundua Winnie ana mahusiano na mwanaume mwingine. Babu alipagawa, moyo wake uliuma. Mandela kuwa jasiri tena, alikuwa mdogo kama Piliton. Mapenzi yanauma nyie. Ukweli ni kwamba Winnie alikuwa na wapenzi wengi kipindi ambacho Nelson alikuwa gerezani, miaka kadhaa kabla Mandela kutolewa alikuwa na uhusiano na Dali Mpofu mwanasheria aliyetofautiana naye miaka 30, ambaye alikuwa katika timu ya wanasheria wa utetezi wa kumtoa gerezani Nelson Mandela. Aliendeleza uhusiano huo hata baada ya Mandela kutoka gerezani. Wanachama wa ANC waliokuwa karibu na Mandela waliufahamu mchezo mzima, kama ambavyo walijua matukio kadhaa ya ulevi wake. Wini alikuwa kituko ndani ya ANC katika kipindi cha miaka miwili baada ya Mandela kutoka gerezani. Kumfuata kumweleza ukweli huo ilifikiriwa kuwa hatua ya juu sana kwa wapigania uhuru wa ANC, lakini ulifika wakati ambao Mandela au jamii singeweza kujidanganya tena. Maelezo kuhusu mapenzi ya Wini na Mpofu yaliwekwa hadharani yaliandikwa kwenye gazeti moja. Wiki mbili kabla ya kutengana, Wini alimwandikia Mpofu akifichua kwamba hivi karibuni alikuwa amezaa mtoto na mwanamke mmoja wa kizungu mshenzi. Barua ya Wini ilikuwa ikisema hivi: kumbuka ni namna gani kila mara uliniumiza na kunidhalilisha. Naendelea kukueleza kwamba hali ya uhusiano inazidi kuzorota nyumbani. Wewe hujali kwa sababu umeridhika mwenyewe na huyo mwanamke. Siwezi kuwa mpuuzi, dali Si hivyo tu, Mandela alivumilia mateso ya unyumba kupita kiasi. Kisa kimoja kilichomuumiza sana kilihusu safari. Siku chache baada ya kisi yake, Winnie alikuwa amepata mwaliko wa kwenda Marekani kwa ajili ya shughuli za ANC. Alitaka kusafiri na mpofu, lakini mzee Mandela alimkatalia Winnie Alikubali kutosafiri naye. Mandela alipompigia simu Winnie kwenye hoteli aliyokuwa amefikia huko New York Marekani, aliyepokea na kujibu alikuwa mpofu, ikiwa na maana alikuwa amesafiri naye. Katika uso wake, Mandela alikuwa mwanaume aliyefanyiwa uzinifu wa kutisha kuliko wote ule. Mandela alikaririwa akisema hakuwahi kumtarajia Winnie kuwa singu wakati alipokuwa gerezani, lakini alimtaka awe msiri pia kukubali kabisa aendeleze uhusiano na wapenzi wake wa nje baada ya yeye kuachiwa gerezani. Mambo yalipomzonga Mandela, takribani mwaka mmoja baadaye, aliamua kukata mzizi wa fitna. Aliwaita waandishi wa habari katika mkutano wa dharura kwenye makao makuu ya ANC. Mandela alijizungusha kwenye chumba, kisha akakaa ili kusoma kipande cha barua. Alianza kwa kumshukuru mkewe Winnie na alisema, katika kipindi cha miongo miwili nilichokuwa kwenye gereza la Robben Island, alikuwa nguzo imara na msaada na faraja. Mapenzi yangu kwake yatabaki bila kupungua. Alivuta pumzi kwa nguvu, alafu akaendelea mzee Mandela, tumekubaliana kwamba uamuzi bora kwetu ni kutengana. Ninaachana na mke wangu bila lawama namkumbatia kwa huba na mapenzi kama nilivyokuwa najisikia nilipokuwa ndani na nje ya jela tangu nilipokutana naye. Halafu alisimama na kusema, mabibi na mabwana, natumai kwamba mtakubaliana nami kwa maumivu niliyokuwa nayo, na huu ndio mwisho wa mahojiano. Alitoka nje ya chumba cha mkutano mzee Mandela akiwa anatokwa na machozi. Mapenzi ya Mandela kwa Winnie yalikuwa machungu kwani hawakuishi pamoja kwa muda wa miaka 27 alipokuwa gerezani, na muda waliokaa pamoja ni mfupi sana. Maisha ya siasa alikula muda mwingi wa maisha yetu ya ndoa, kama Winnie binafsi alivyokuwa alivyowahi kusema, sijawahi kuishi na Mandela, sikuwahi hata kujua kile kinachoitwa kuwa karibu na familia ambapo unakaa kwenye meza moja wewe na mume na watoto. Sina kumbukumbu nzuri kama hizo. Nilipojifungua watoto wangu wawili hakuwepo japokuwa wakati ule hakuwa jela. Mandela aliwahi kusema kwa miaka 27 aliyoishi gerezani hakuwahi kupata mateso makali kama miaka miwili aliyoishi nje na Winnie Mandela. Kwa miaka yote hadi anakufa Mandela hakuwahi kumsamehe Winnie. Aliwasamehe makaburu lakini sio kipenzi chake. Hata kwenye urithi Winnie hakulamba tamia. Mimi ni Steve Champion.